Aba ya baraza la wazee, wazee wote Tanzania, hivi vita vimeanzishwa, havihitaji woga. Hivi vita vimeanzishwa, hatuhitaji kurata maneno. Sasa basi tunasema hivi tumeonewa kiasi cha kutosha, yeah. Unyonge wetu umefanya tuonewe, tunasema sasa basi. <laughs> Naomba nikumbushe pale wenzangu kwa masaa. Katika maelezo yake, Wallace Karia anasema kwa utawala wake Yanga nimewasaidia sana. Sasa kikao tunataka ufafanuzi asaidia sana kwa vipi? <coughs> alikuwa anatoa pesa mfukoni wake kulipa Yanga <coughs> au Yanga ilikuwa inakopa TFF? <coughs> <coughs> Yanga kama ilikuwa inakopa TFF, ni sehemu ambayo Yanga inazalisha kipato na ndio maana inakopa na inalipa. Lakini mmoja anasema kwamba Yanga nimewasaidia sana ye yeah, wakati nafika kuwasaidia Simba kuikandamiza Yanga, aweke wazi kwa sababu <coughs> waliofutageti ni bodi ya lidi si yeye. Kwa wengi lakini, yeye ikosukula katoka na kauli tata, hii inatuba wasiwasi bila maana. Haya yofanyika yeye ndilitoa maelekezo <laughs> bodi ya lidi ina mwenyekiti wake Stevi Buto bodi ni mwenyekiti <tulisa> <tulisa> <tulisa> <tulisa> wake ni Stephen Mbuto, lakini katika swala so hili, kwanza ulitoka haraka saa nane usiku uliandikwa na si Magoli kwamba sisi mechi hakuna. Mwenyekiti wa bodi akatoka asubuhi na kusema kwamba mechi iko pale pale saa tano mchana wakatoa na haraka kwaingiza watu wakati tiketi mechi ipo, yule aliongea saa nane usiku Mguto, saa nane mchana sema mechi hakuna. Hapa tushikili niwaambie, e, wanayanga kwanza, tunawapongeza viongozi wetu kwa hatua waliochukua lakini bado bado bado, sisi wanachama wa Yanga, wapenzi wa Yanga na wapenda michezo wana haki ya kufungua kesi, sio ya kazwa ndani ya mahakama zetu, kwa sababu watu wenye kukata tiketi wametoka mikoa mbalimbali, wametoka nchi mbalimbali. Nani anawalipa gharama zao? lakini baya zaidi, wote wao wengi waliwahamasisha kuwafanya biashara na kuambia mtatengewa maeneo maalumu, wakizingatia kwamba ligi inachezwa mwezi wa Ramadhani. Wapo unakopa mitaji, hatimaye saa nane shaleta nafaka vyakula tumbali mbali, unamwambia ni chakula wale ni anawafidia nani? Sasa katika hili, ni waombe wanasiasa wa atuhitaji busara, wana hekima

TFF imesajiliwa kama ilivyosajiliwa ime klabu ya Yanga. Michezo yote hi, nchini hii inaongozwa kwa mujibu wa sheria na baraza la michezo, na ndio maana inawaziri anasemani mpira wake kubwa na msingi nchini hapo. Tunaelekea kwenye uchaguzi wa kuwapata viongozi kwa kuongoza nchi, sio soka tu. Ndani ya klabu ya Yanga ina wanachama ina wapenzi naakmbalimbali kwa maslahi makubwa ya nchi, ujumbe wao ufikie Rais wa Jamhuri ya Muungano. Kuna habari za chini chini, wanasema atakuwa na mechi mgeni wa heshima. Wenyewe sisi tunasema hakuna mechi ya marudiano, ni ujumbe wa wazee wote Tanzania nzima ni waombe wanachama wa Yanga Tanzania zima, ni waombe wapenzi wa Yanga Tanzania wa wa zima, wanachokielekeza viongozi wetu, sisi tuko nyuma yao. Kama wanataka kutufungia, kama wanataka kutufungia, wafungie klabu nzima, sio i naana ke kisikiafugahapa Tutaomba wale wote wenye tiketi wajionyeshe. Tutakwenda mahakamani kufungua kesi oh ya madai na ninaamini tutashinda. Tumetoka kuolewa, tuliolewa kiasi cha kutosha. Tunasema sasa basi.